Kwingineko, shughuli katika viwanja vya ndege nchini zilitatizika leo kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Wafanyakazi hawa wakilalamikia malipo na mazingira duni ya kazi. Mgomo huu ukifanyika licha ya agizo la mahakama kuwaagiza wasimamizi wa halmashauri ya wafanyakazi wa viwanja vya ndege kusitisha kwa muda mgomo huo. Kufikia saa kumi na moja jioni ya leo, zaidi ya ndege ishirini na tano zilikuwa zimekwama kwenye angatua ya uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, huku ndege zilizopangiwa kusafiri zikichelewa. Abiria waliotatizika wakilazimika kukaa ndani ya ndege kwa muda mrefu, huku marubani wakisubiri trafiki ya angatua kushughulikiwa. Mtumizi mmoja wa mtandao wa X tukimnukuu akisema kuwa ndege yake ya kuelekea Malindi iliyotarajiwa kuondoka saa nne asubuhi ilikuwa bado haijaondoka kufikia saa tisa na dakika ishirini na tano. Seneta Boni Halwale pia akijipata kwenye hali hii, naye akisema amelazimika kutumia barabara kusafiri kutoka Kisumu baada ya kusubiri kwenye uwanja wa ndege kwa muda mrefu. Mashirika kadhaa ya ndege kama vile Kenya Airways na Precision Air ya Tanzania walisema wamelazimika kufanya mabadiliko makubwa ya safari zake kutokana na mgomo huu. Chama cha wafanyikazi wa viwanja vya ndege KAWU wakisema mgomo wao utaendelea hadi watakaposikilizwa. Because in wafanyakazi hawa wakilaumu halmashauri ya usafiri wa ndege KCAA kwa kujitia hamnazo kwenye mazungumzo kuhusu mishahara duni na mazingira mabaya ya kazi kwa zaidi ya miaka kumi to leave and to go home. We are equally asking employees who are expected to report duty in the evening from KQ, from KAA, from Swissport and all other ground handling companies not to report to duty. Wiki jana chama cha kau kilipata mwelekeo wa mahakama kusitisha kufanya mgomo wakisubiri mwelekeo wiki hii. Hata hivyo, kau imeendelea na mgomo wake, ikisema wafanyikazi wake hawatafika kazini. Jasmine Wambui, runinga ya Citizen.